Mbele nane, nane, bele mbele katika sehemu ya kumi na nane wanaita Kingmaker, sehemu ya kumi na nane Serikali nataka asome nyota kuhusu bwana Hong Sengao, au bwana mkubwa ni bwana geumo, kwa jamaa kakataa. Watu kuna vitu wanataka kuchimba kuhusiana na mfalme sasa. Wanajaribu kutafuta watu wa karibu na mfalme na kujua taarifa zao. Basi wakati mtaalam anatoka katika eneo lile, amekataa kutabiri lile jambo, ndio wakati ambapo binti naye alikuwa amemtoa yule bibie, akampeleka chemba. Kwa bahati sasa, chonjang akaona, kamkumbuka binti. Mchana alimuona na kaka yake usiku, ni kweli anabadilika. Kuna kuna nini, kinaongelea kaenda kusikiliza. Kambana, mimi ni Lady Shama najua kutabiri, akamba <tis> <tis> ina shida bana, sitaki kusome chochote kuhusu maisha yangu. Binti anajitetea, staki kujua chochote kuhusu maisha yangu. Unamaanisha nini? nilimwahidi <tis> <busun>. <tis> kakaangu, nitahakikisha kwamba <tis> anashinda mtihani kwa gharama yoyote. Kwa binti ameuzwa hapa ili kakaake ashinde mtihani kwa rushwa. Anasema mangu ni mgonjwa. Tumekuwa ni watu kufeli mara zote. Na tumesha tabiriwa kwamba kakangu hataweza kufanikiwa kialali. Kwa hapa mimi nimetolewa rushwa, nimeuzwa ili afanikiwe kwa katika hilo na tena na pesa, pia kaso. Sasa nabidi uchukue pesa za familia yako urudishe na hichi ambacho kakako anafanya chochote. Sawa, chukua pesa zako na ondoke hapa. Naamini kwamba kakangu atakaposhinda katika mitiani. Kron... Basi mambo atakuwa safi. Tutakuwa na maisha huru. Tena 꼭... tutakuwa na maisha ya furaha pia, wanatafuta furaha kwa ujumla, lakini sasa usisahau ndoto zako kwa matatizo madogo madogo yapitayo. Haijalishi nini kitatokea, lazima uhakikisha kwamba umefika uliko kukusudia. Usipande katika jiwe kubwa litakalo kuletea madhara makubwa. Ukapoteza ndoto zako, upoteza furaha yako. Usipigani usichokifahamu. Sasa nataka kumwambia kwamba hicho ambacho mnafanya si sahihi. Kakako anaweza kuwa na bahati mbaya, lakini wewe huna bahati mbaya. Labda nitaomba kwa ajili yako. Binti anaona jamaa amekaa na msikiliza. Binti kweli ana roho njema, lakini akajikuta tu anaanza kuridhika naye. Anyway, ni maisha yapo mjini hapo. Sasa baadaye akamtoa sasa. Akamtorosha yule binti sasa. Kwa akampa tu maelezo. Basi baadaye baada ya kumaliza kazi yake yule mleta akarudia mavazi yake kawaida akavaa akarudi nyumbani. Taeso sasa. Tampo. Anamuuliza bibi, ulikuwa wapi? Pozi, na ile kazi ulikupa imekufanikisha? Anasema ndiyo, nimejaribu kupitia, lakini sijaona mtu wote anayefaa kufikia ile nafasi. Katikati ya watoto wote hakuna aliyeonekana anastahili kuwa mfalme. Kuna mambo kadha wa kadha nataji, natamani tungekatu diskasi pamoja Munga. Nina hn yupo katika mji huu ule, ambaye Chunjani, ambaye alisababisha matatizo makubwa ukaleta giza katika maisha yake. Giza limeshatoweka na sasa yuko hapa. Nikuulize swali, bado unamfuatilia maisha yake yake? Anasema na, na miaka mitatu sasa sijai kusikia hilo jina kwenye, kwenye masikio kabisa yangu. Sia. Basi mimi wana kuamini sana. Lakini nataka nikukumbushe usisahau makubaliano yenu tuliweza kuyafanya mimi na wewe. Kimono yeye chege. Anasema kumbuka huyo mtu naye mtetea ndio ulimsaliti babake akafa. Hata mwenyewe akikukamata hawezi kukuacha hai. Kokto <coughs> mashike. Siogope. Mimi nikikutana naye sitamua. <coughs> Ila mimi naofu kuhusu maisha yako, princess maana jamaa kukutana na wewe Sijui kama atakuacha. Ana kisasi na wewe kikubwa tu. Ndipo, hmm. Sasa bibie anakumbuka hata ile siku jamaa alipomkwida alimwambia maneno magumu sana. Njinga. Tesa na chukuka. Ulitaka Chun-joong afe sio? Kirika. Sasa uishi maisha yako na mimi niishi ya kwangu. Sitakujua sababu yote ilisababisha mimi kuwa kunitendea hali, sitakujua. Inampa shida mtoto wa watu Arashi anateseka kugombana na mtu anampenda sana pia sana pia aligarimu ili kunusuru maisha yake siku, sababu ilishafika kwenye tight mbaya alikuwa afi. Asa kata na cheki mwezi usiku ule, jamaa wangu naye anacheki mwezi usiku, mapenzi yanawasumbua hatima zao zimeendana, lakini pia ticha alishatabiri jamaa akiendelea kuwa karibu na mwanamke na huyu mwanamke atakuja kukufa, alafu mwanamke atatimiza hatima yake

ni mtu wa kamari, ni mtu wa kunywa pombe, ni mtu wa kufanya bidhaa, ni mtu wa namna mbalimbali, ni mtu ambaye m yani, mb athamini kila anachokifanya, na kwamba na mwalimu au mtabiri msoma nyota alimsomea nyota, nyota kwamba hata mara kumi hautafaulu, ni kwa sababu pia hazingatii. Hata anapokuwa shuleni azingatii ingawa pia yuko shuleni anasoma kwa kumweka rahani dada yake, lakini pamoja na yote bado hazingatii kwa kufeli ni kuko pale pale. Kama utakwenda kusoma alafu usizingatie masomo, wewe tegemee kufeli tu, hata uende kwa mganga, hata uende upigiwe na maombi, hakuna kitu kwao. Jamaa anasema imefuatilia mara zote, kuanzia subuhi mpaka jioni, amegundua si tu kwa sababu ya utabiri unasema ametazaliwa tarehe mbaya, ni kwa sababu pia ni mzembe, ni mlevi. Mama yake ni mgonjwa, lakini anakunywa tu pombe. Anamuuza dada yake, yeah, akifikiri anaweza ni hivyo. Ni mtu asiyejali kwa ufupi, ni mtu anayemtesa huh. Oh, um? Odi dada yake, dada anajiuza kwa ajili yake, kamuuza dada apate pesa ende shule na kadhalika, yaani apate nafasi ya shinde mitihani, lakini ni mzembe Najuwa maana nyingine, yani anatesa hatima ya mtu mwingine, dada na hatima yake ya kufanikiwa, lakini sasa anateseka kwa ajili ya kaka kutokujali. Usieleze familia yake na marafiki zake, yama amekuja kwa shari. Anasema jelishi ni kwa namna gani? Minitabiria vibaya ukuta kuniambia. Inakupeleka kujinyonga mwenyewe yani... Hali yako ya maisha ina kigumu kwa sababu unafanya mwenyewe, unajue salia jumuishi, unajihukumu mwenyewe. Sikiliza wewe, odi gani 48 chae mogul menun moyanginde jeongmal gyeolgwa allyejo mo. Yani, unaiteketeza hatima yako mwenyewe sanduiwa unamtumia dada yako maskini na mama wako anayeteseka na, na magonjwa kupata mafanikio ambayo hayo mafanikio naye atafuta hayakusaidia. Toe mwenyewe kwa utafeli na rushwa ulotoa, ukafikiri utapenya. Bado na rushwa wako utafeli, utapata hasara ni afadhali urudi katika familia yenu tena na dada yako, msaidie mama yako na dada yako. Hivi ndo njia pekee ya kufaulu katika mambo yako ya baadaye, utaona.

wakiwa mahali anakaa jamaa, namshukuru soma, nisaidia nimepata cheo. Nashukuru mheshimiwa, nimekukaribisha hapa ni kupatia kinywaji, nimsaidia jamaa mmoja kupata cheo serikalini. <coughs> kwenye askari kwa hapa alikuwa anampongeza. Lakini akiwa pale leo alimuona mtu mmoja mgeni ameingia hapa mjini, baada ya kutazama sura yake vizuri akakumbuka, huyu alikuwa ni mfanyakazi ama mpambe wa karibu wa Chonju Chujangi miaka mingi walipokuwa kule, kule kijijini kwa Ugangu, gangwan anaonekana anauliza uliza kwa ni huyu. Bila shaka atakao amekuja kumtafuta Chunja ni sasa, naye anamsaka Chunja ni paka leo, hajajua jinsi ya kumpata. Akaona sasa, akimtumia huyu ni rahisi kujua Chunja ni alipo. Chunja anatafuta ndo toka kile kipindi alipotorokaga mpaka leo, bila shaka anamtafuta Chunja njuu sasa huyu kwa sababu anamiliki jeshi kubwa tu hapa na vile la ulinzi, kaagiza watu wafanye kazi huku. Jamaa mimi namechukua kimono namchinja huyo mganga wenu, we toka wewe, jamaa unanitabiria uongo uongo hapa. Kashangaa jamaa, ametulia ana ta pressure. Yani utafeli, yani unachokifanya ndo unazidi kujiongezea laana mara 100. Nitabirie kamba ndo laana inazidi kuongezeka. Yaani umeshindwa kujilaumu mwenyewe, unaanza naanza kulaumu tena watu. Ndio unasababisha mambo yote no, no, no, no, no. Utateseka tena miaka ishirini. Mahesabu kwanza akapiga, na miaka miaka thelathini na tano. Atakuwa na miaka hamsini na tano. Yaani ni uzee ndio nitabariki. Akambe tena, ukiendelea kupiga makelele, laana itaongezeka. Utakufa kwa umaskini. Fanya kile nilichokuambia. Rudi nyumbani, ijali familia. Tulia na dadako na mamako. Alafu utafanikiwa. Hata urudie mara kumi, mara miaka kumi. Kusoma nyota yako jibu litakuwa pale pale, maana binafsi hujaamua kubadilika. Kila mtu ana destiny, ana, ana hatima mara mbili. Kuna mahali pa kufeli. Kuna njia mbili mbele yako, iko njia ambayo inakupeleka katika mauti na kuna njia inakupeleka katika uzima. Ukifuata uzima utaenda uzimani. Ukifuata mauti utakufa tu. Kwa sasa kama utataka kufuata sahihi, kwenda usisumbue watu wengine

ya 18 tunakwenda katika sehemu 19. Bado tuko sambamba 19, inakuja kitu na kitu. Kingmaker 19, bila kupoteza time. Yeah, hapa